Karibu mwana wa Mungu katika ibada yetu nzuri na ya baraka, neno la Mungu, maombi na tafakari. Ninakukaribisha sana wewe ambaye umekuwa we baraka kwetu na umekuwa baraka mbele ya Mungu. Basi ungana nasi, nafuatana nasi kuanzia tunapoanza ibada hii mpaka pale tutakapokuhitimisha, na mkono wa Bwana uwe pamoja nawe. Aasante kwa mini wako, ama asante kwa jina, nafasi na majira ya umetupa tena. Baada ya Mungu wa neema, tunajitoa na mioyo yetu mbele zako kwa furaha na amani. Bwana hapa, Bwana tunakaribisha neema ya uwepo wako, ee Bwana neema tunachilia kwa roho yako Mtakatifu. Mungu aliye hai, asante kwa ajili ya ibada hii, asante kwa ajili ya watazamaji, asante kwa ajili ya wafuatiliaji wa ibada hii, mpando wa mali ahali popote hawapo, mtoto wako na mtumishi wako ambaye bwana anaungana nasi kwa ibada hii. Roho Mtakatifu, nacheme mafuta neema juu yake damu yake ya thamani Yesu Kristo, nikachulia neema ya ukombozi, ikachia neema ya utakaso, nikachulia neema ya upatanisho, nachulia nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa Bwana na mahali popote ambapo upo mtoto wako anayefuatilia ibada hii, mkono wako Bwana ukapate kuinuliwa. Tupe hekima neno lako, tupe ufunuo neno lako, tupe maarifa ya kuenenda na kutembea katika nguvu zako, ili Bwana mkono wako ukapate kuinuliwa katikati ya wana wako na kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo. Atulia hai Mungu uliyefanya mahali hapa kuwa madhabahu yako takatifu, jina lako lipate kuinuliwa, utukufu wako upate kuinuliwa, mapenzi yako Bwana yakapate kutimizwa, mkono wako Bwana ukainuliwe juu yake, Yehova ukapate kutenda juu ya kila moja sawasawa sawa na neno lako ukapate kuachilia ya mkusu wako wa kimbingu, ndani yake mafuta ya neema na kibali, mafuta ya uweza na nguvu na mamlaka ya kimbingu Jehova ikapate kutawala na kutenda kazi ndani yake. Damu yako ya thamani Yesu Kristo ikaachilia rehema, ikaachilia neema, ikaachia kibali, ikaachia nguvu, na hata lile neno ambalo Bwana enda kuachilia ndani yake kila moja naenda kupokea likazae matunda ndani yake, nikafungua maisha yake, nikachilia nguvu zako na naudhirishwa neno yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai amen. Ah, mwana wa Mungu katika Yesu Kristo aliye hai ninakukaribisha tena katika mwendelezo wa ibada zetu, lakini pia tafakari la ya neno la Mungu ambalo Mungu anasema nawe anasema nasi anasema na kanisa lake kupitia mimi mtumishi wake. Uh, Mungu Pastor Yohana Mahundi ninakukaribisha tena kwa nafasi kama hii siku ya leo. Mungu amenipa neema na kibali, kunayo mambo manne muhimu ambayo tutakwenda kuyazungumzia katika hatua za kiroho ukuaji na hatimaye neema ya mafanikio katika baraka za maisha yetu. Maana Biblia inasema katika ile Yohana moja sura ile ya Injili ya Yohana sura ile ya kumi na saba mstari wa tatu Biblia inasema na huu ndio uzima wa milele wa kujue Mungu wa kweli na wapekee na Yesu Kristo ulimtuma. Lakini katika majira haya kunayo mambo makuu manne ambayo Bwana amenipa niseme na kanisa la Mungu, niseme na watu wa Mungu, niseme nawe mwana wa Mungu ambaye Bwana anakupa nafasi na kibali mbele zake kwa ajili ya kuweza kupokea ufunuo wa neema yake. Nayo ni mambo muhimu. Ya kwanza, uh, lazima ujue nguvu ya madhabahu ya Mungu, au uwe na manguvu, uwe na nguvu ya madhabahu ya Mungu, tuwe Mungu na uwe na nguvu ya madhabahu ya Mungu ndani yako. Kisha, mambo matatu muhimu yatakusaidia kuwezesha kufanikisha hatua zako na njia zako kwenye maisha yako. La kwanza ni lazima uwe na ujuzi, ni lazima uwe na ujuzi au uwe na uh, kazi au kitu chochote kinachohusisha uh, mafanikio au baraka. Lakini jambo la pili, uh, ni lazima uwe na akili, na jambo la tatu ni lazima uwe na nyota. Mambo haya matatu muhimu ndio mambo ambayo siku leo na tuweze kwa pamoja na katika baraka za Mungu tuweze kuzungumzia ujuzi, akili na nyota. Ujuzi, akili na nyota, ambayo msingi wa hayo mambo makuu matatu. Ili aweze kutenda kazi na yaweze kuwa baraka kwenye maisha yako, ni lazima umjue Mungu na lazima uwe na Mungu. Sio tu kumjua, lazima umjue Mungu lazima uwe na Mungu na lazima uwe na nguvu ya madhabahu ya Mungu ndani yako. Kumbuka Ayubu 22:21 anasema mjue oh sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia katika maisha yetu. Kila mwanadamu, hata mimi mtumishi wa Mungu naye kuhudumia hapa, ukiniuliza jambo moja muhimu kwenye maisha yangu, nata, nata, nata nitakwambia, natamani kubarikiwa zaidi, natamani kufanikiwa zaidi, natamani kukua zaidi katika kumjua Mungu na katika baraka za maisha ya kimwili na ya kiroho pia. kwa nini? Mungu ametuweka kwa utukufu wake ametuweka ili tubarikiwe, ametuweka ili tufanikiwe. Kwa hiyo ili tuweze kutembea katika nyanja mbalimbali za mafanikio mambo matatu muhimu ukiyajua, ni lazima ufanikiwe. Leo hii nataka nikwambie, Biblia inasema nimeweka mbele yako uzima na laana, Chagua uzima upate kuishi, lakini asema nimekuwekea baraka na laana pia. Aa, uzima na mauti, baraka na laana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Mimi nilipokuwa nikitafakari ili andiko, nikawa nikitafakari maisha ya watu wengi, kwa nini watu wanapambana sana kwenye maisha yao, wanahangaika huku na huku, wengine wameweka juhudi kubwa, lakini kitu kinachoitwa kufanikiwa kwenye njia zao kimekuwa kitendawili, iwe ni kiroho au nikimwili kimwili. Nipo nilipokuwa katika kuomba, nikiliombea kanisa, nikiombea watu wa Mungu, nikiombea madhabahu ya Mungu, nikiombea wanangu wa kiroho, nikitamani kumuona Mungu akiendelea kuwafungua maisha yao. Na nikiwa ofisini kwangu niliketi na mtu mmoja, nikiwa namhudumia, nikamwambia kwamba ah, kaniza pasta, nafanyeje? Mbona najaribu kupambana sana ili niweze kufanikiwa kwenye kazi yangu? Yeye ni mfanyabiashara wa maduka ya madawa. Nikamwambia jambo ah, moja muhimu kwanza, Mungu ameshaweka ndani yako roho ya kufanikiwa. Ukishaona akili yako inatamani kufanikiwa, unatakiwa kujua ndani yako tayari una roho ya kufanikiwa. Sasa, ili uweze kuvuka kwenda kwenye hiyo hatima, lazima utambue vyanzo vya kufanikiwa. Kwa wakati, ninaomba Mungu anipe hekima na kitu gani? Ninapoombea watu wa Mungu, ni lazima kanisa lijua. Nikasikia Roho wa Bwana akiniambia ndani kwamba ni muhimu, lazima haya mambo manne tuyazingatie, na katika hayo mambo manne, la kwanza ndio hilo lililo kubwa. Kumjua Mungu na kukaa katika neema yake na nguvu ya madhabahu yake. La pili ni hayo matatu ambayo lazima uwe na ujuzi, lakini la pili, akili, la tatu, uwe na nyota naomba kabla sijaenda kuyatafsiri hayo maneno makuu matatu, na kama mahali ulipo unatumia nafasi kama hiyo kuandika, basi andika kitabu cha Nabii Isaya sura ya arobaini na tatu mstari ule wa nne. Lakini pia andika kitabu cha Mithali sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka ule uh, mstari wa pili mpaka ule mstari wa nne. Na tatu andika Zaburi ya mia moja 38 mstari ule wa 8. Naomba tutazame kitabu kile cha Nabii Isaya. Okay, naomba tutazame kwanza kitabu cha Zaburi ya 138. Tunapozungumza swala zima la kuwa na ujuzi. Ujuzi ni ni, ni tuseme ni aina fulani ya kipawa ambacho uko nacho. Kwa mfano, mimi ni mchungaji. Ninapozungumza juu ya maisha yangu au mwingine ni mkulima, mwingine ni mfanyabiashara, mwingine ni askari au whatever ni kazi gani unafanya? Huo ndio kitu ninaita ujuzi. Inaweza kuwa ni ufundi. Sasa ni lazima uone kitu ambacho unaposema Mungu natamani kufanikiwa, Mungu natamani kubarikiwa, Mungu anakutizama. Huyu mtu anayetaka kubarikiwa, huyu mtu anayetaka kufanikiwa, ana ndoto gani ndani yake? Na katika ile ndoto anafanya nini? Sasa ndio hicho kitu linaloitwa ujuzi ili uweze kufanikiwa kufikia kwenye hatima yako. Lazima kwanza uwe na ujuzi. Kitabu cha Zaburi, naomba tutazame pamoja kitabu cha Zaburi ya 138 mstari ule uh, wa nane. Mstari ule wa nane, Biblia inasema Bwana atatimiliza mambo yangu. E, Bwana fadhili zako ni za milele, usiache kazi ya mikono yako. Mungu anasema nitatimiliza, ataitimiliza kazi yangu, ataitimiliza kazi yako. Kazi gani? Ni ule ujuzi au matunda ya kazi ya neema uliyopewa kwenye mikono yako. Mungu anapotaka kuja kubariki maisha yako, unaweza kuwa unaomba sana, unaweza kuwa unafunga sana, unaweza kuwa unatoa sadaka sana na unatamani kuona Mungu akifungua milango ya neema kwenye familia au kwenye maisha yako. Kitu ambacho Mungu kitamfanya akubariki, kitu cha kwanza ni lazima uwe na kazi ya mikono ambayo unaifanya, ambayo ni ujuzi. Um, angalia kitu hiki ambacho nitakupa kama mfano, mwanamke mmoja aliyekuwa na wiwa deni, mwanamke mjane mke wa nabii, aliyefiwa na mume wake, alienda kwa Nabii Elisha akamwambia Bwana, mdai mdeni wangu amekuja na anataka atoe vitu nilivyo navyo angetarajia mimi naamini, alitarajia ataombewa miujiza itokee, lakini kitu alichoambiwa na nabii, akaulizwa nyumbani kwako kwa kuna nini? Akamwambia kichupa kidogo cha mafuta. Kitu kwa cha kwanza, ili apate kulipiwa deni, Mungu alitazama ndani ya yule mwanamke mjane, kulikuwa na fursa gani? Lakini tutazame jambo la pili, akili akili, asema tuitazame ile mithali, kitabu cha mithali sura ile ya tatu, ya mithali sura ya tatu mithali sura ya tatu. Lakini kila ofisi unayoenda kazi hakuna. Kwa nini? nyota ndicho kitu cha msingi sana. Kwa hiyo niko hapa nikuombee mwana wa Mungu, mambo haya makubwa matatu Mungu ayasaidie kwenye maisha yako na, na katika aya matatu lililo kubwa ni nguvu ya Mungu, kumjua Mungu na kukaa katika neema yake. Mungu akufungulie mlango wa neema kwenye akili iliyo njema. Mungu akufungulie mlango wa neema kwenye nyota na kibali. Mungu akufungulie mlango wa neema kwenye kazi ya mikono yako. Haijalishi kuna vita gani utainukiwa, haijalishi maadui gani watasimama, haijalishi umepitia vitu vingapi, baada ya maombi haya Mungu akaanze kufanya wepesi. Lakini la mwisho ambalo nikueleze kwa kwa, kwa umuhimu wake, usikubali kuzikwa kabla ujafa, au usikubali kufa kabla ujafa. Kwa nini? Kuna watu leo wameshajikatia tamaa na bado wanaishi. Mi nataka nikwambie kwa jina la Yesu, maadamu unaishi pigania hatima uliobeba, timiliza ndoto yako Fikia kwenye hatima yako. Usikubali kufa kabla hujafa. Maadamu unaishi, kuna nafasi nyingine tena. Kuna nafasi nyingine tena ya kusimama, kuna nafasi nyingine tena ya kufanikishwa, kuna nafasi nyingine tena ya kuwa na uzima ndani yako. Na Mungu aliye hai akusaidie. Karibu tu mwabudu Mungu pamoja na tuweze kuingia kwenye maombi. Kumbuka nimezungumza na wewe kwa ajili ya mambo makubwa manne. La, la kwanza, jue Mungu na nguvu ya madhabahu yake la pili nimekuambia lazima uwe na ujuzi kazi ya mikono yako. Na tatu nimekuambia lazima uwe na akili iliyo njema. Na namba na, na, na, na, nne nimekwambia swala la muhimu sana nyota na kibali chako. Karibu sana tumwabudu Bwana na tuweze kuingia kwenye maombi yetu. Hebeleza, Mungu wetu,

Oh, oh, Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu Kristo, sante kwa ajili ya neema na kibali ambacho umeachilia tena ndani yetu manilalatuya na mkaoni

wako na mtumishi wako, wako, wako na Bwana, sauti yake ndani yake amesikia Bwana ukisema naye kupitia kinywa cha mtumishi wako, na ndani yake Bwana umemimina mafuta ya roho wako. kasama watoto wako tukomari hapa, tunapokuabudu Mungu wetu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaachilia mafuta ya neema, ya ukombozi, damu yako ya thamani Bwana Yesu ikachilia neema, ikachilia ukombozi, ikachilia kufunguliwa kila minyololo ambayo imefunga fikra, imefunga fahamu, imekamata akili. Neno lako Bwana linasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Falme wa amani, Mungu wetu ni hai, tunajua wako wengi wamefungwa, wengi wamekamatwa, wengi wameharibiwa hatima zao. Lakini majira za nyakati hizi, mfalme wa amani, ninaomba Bwana, nyoosha mkono wako, haijalishi kunayo vita gani wanapitia, haijalishi kunayo mapito gani wanapitia Haigalishikunayomandaba gani vashiklia aikalishikuna zoviunogani wafunga, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wengine kwenye kazi ya mikono yao, wengine kwenye biashara, wengine kwenye masomo, wengine kwenye familia, wengine kwenye ofisi, Roho Mtakatifu, wengine kwenye ajira, Roho Mtakatifu, na chini ya mafuta ya neema, maana neno la kulinasema na hata itakuwa siku hiyo mzigo wake ukaondolewa begani mwao na hiyo nira itaondolewa shingoni mwako kwa sababu ya kutiwa mafuta. Nami Baba naachilia mafuta ya Roho Mtakatifu sasa hivi. Kwa maombi haya ninaomba Bwana kwa ajili ya kila mmoja aliyejipatanisha na ibada hii aliyejipatanisha na madhabahu hii aliyejiungamanisha na madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo, haya ni maombi yangu mbele zako roho ya kibali na neno liwe juu yake, maana Bwana umesema katika ile Isaia arobaini na tatu ule mstari wa nne ya kwamba kwa sababu alikuwa mwenye thamani na mwenye kuheshimiwa sana, na kwa sababu hiyo ukapenda, na kwa sababu ulimpenda, oh, Bwana umesema utatoa watu kwa ajili yake na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako, e, kwa ajili ya maisha yake. E, Bwana tunaposoma neno lako, neno lako linasema ya kwamba kwa maana jinsi hii uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako wa pekee hivi ya kwamba kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele ndani yake, na ile Yohana kumi na saba tatu unasema ya kwamba uzima wa milele ndio huu wa kujua Mungu wa kweli na wapekee na Yesu Kristo aliyemtuma Baba. Saa hii tunachulia hiyo roho ya uzima wa mfalme kwa ajili ya kila mmoja ambaye moyo wake umemiminwa mbele zako hata e, Bwana katikati ya ibada hii nachulia nguvu ya mafuta ya Roho Mtakatifu, hiyo neema ya upako wa nguvu zako, nguvu za kimadhabau ya kimbingu Nguvu ya madhabahu ya kimbingo ikapate kupindua meza za wakuu na kuziharibu kila kazi ya madhabahu ya giza na kila namna ya kitu chochote kile kilichoinuka ke kinyume na madhabahu ya kwako. Wako watu wamefungwa Bwana kwenye wa malango ya familia, ziko familia Bwana zimetekewa si, wamekamatwa na madhabahu, lakini iko neema katika madhabahu yako, iko neema katika madhabahu yako, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo neema Bwana ne ikadhihirike hiyo neema ikafunguliwe huo uweza ukadhihirike

Barikiwe mwana wa Mungu ambaye Bwana amekupa neema na kibali mbele zake, umekuwa nasi kwa ibada hii kuanzia pale tulipoanza mpaka sasa tunapohitimisha. Ni maombi yangu mbele za Mungu, Bwana akaendelee kuonekania, Mungu akaendelee kufungua maisha yako. Amini tu pasipokuatia shaka. Sikiliza nikwambie, mwana wa Mungu, unaweza usielewe mambo haya Mungu anapofanya, lakini nataka nikwambie Mungu akuinui, Mungu akupe nguvu, Mungu akupe kibali. Naomba nikuage kwa neno hili moja la muhimu sana ambalo litasaidia maisha yako yote, kitabu cha uh, waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinso ule waraka wa kwanza sura ya kumi na tano ule mstari wa kumi. Waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinso sura, waraka ule wa kwanza, sura ya 15 ule mstari wa uh, 10. Maandiko matakatifu